Habari daktari Elisha, mke wangu ana miezi mitatu, lakini ana changamoto ya kukosa choo. Kila akiingia ili kupata choo anapata maumivu makali sana, na wakati mwingine kutokwa na damu. Je, tatizo litakuwa ni nini? Hili ni swala ambalo niliulizwa na Mr John kuhusiana na mke wake ambaye anapitia changamoto ya kukosa choo na kupata maumivu hadi kutokwa na damu. Njoo tuangalie sababu zinaweza zikawa ni nini na suluhisho lake ni lipi? Tafadhali nisikilize hadi mwisho wa video hii. Kwanza, changamoto ya kwanza inaweza kawa ni bawasiri. Bawasiri ambayo inafahamika kama hemorrhoid, ni kwamba hii ni common sana kwa wanawake wajawazito, na hii ni kutokana na pressure ambayo ina na uzito wa mtoto ambaye inaenda kuipata hasa mishipa ya njia ya haja kubwa. Presha kwenye njia ya haja kubwa inaweza kupelekea ile mishipa kupasuka na mwisho wa siku kutokea kwa nini kwa bawasiri hii. Bawasiri inaweza kuwa ni ndani aidha ba ni bawasiri ya nje, na unavyopata hii bawasiri inaweza kupelekea maumivu makali sana unavyopata choo chako. Sababu ya pili ni changamoto za constipation. Aidha kupata choo kigumu Constipation inaweza ikatokana hasa na mabadiliko tu ya ujauzito, ujauzito ambao ujauzito unaweza ukaathiri mmengenyo wa chakula kufanyika kwa kawaida, lakini vile vile kulingana na mabadiliko ya homoni na dawa za ujauzito, zikiwepo dawa kama zile iron zinaweza zikapelekea huyu mwanamke akaanza kupata choo kigumu. Ukianza kupata choo kigumu, maana yake unatumia nguvu kubwa kukitoa mwisho wa siku inapelekea michubuko kwenye njia ya haja kubwa. Sababu ya tatu ndio hii michubuko kwenye njia ya haja kubwa ambayo inafahamika kama anal fissures. Michubuko kwenye njia ya haja kubwa inaweza ikatokea hasa kutokana na constipation. Kama nilivyoeleza, mtu anapotumia nguvu nyingi kupush hicho, unatumia nguvu nyingi pengine akitoki, kwa hiyo hiyo inaweza ikapelekea kupata michubuko kwenye njia ya na hiyo michubuko basi inaweza ikapelekea wewe kuanza kupata maumivu makali hasa kwenye choo ambacho utaenda ukipata kwa wakati utakaofuata. Sasa huyu mtu afanye nini, aidha chukue hatua gani? Kitu cha kwanza kabisa natakiwa achukue hatua ya kubadilisha mtindo wa maisha. Kwanza ajitahidi kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hapa ajitahidi kula matunda kwa wingi ajitahidi kula mboga za majani hasa ambazo hazijaiva vizuri, mbichi. Ajitahidi kunywa maji ya kutosha pamoja na uji wa nafaka, ukiwemo uji wa ulezi. Hiyo itamsaidia sana kusaidia mmeng'enyo wake wa chakula kwenda vizuri. Lakini kwenye matunda hapa, jitahidi sana kula maparachichi na kama naweza kula bamia, basi jitahidi vile vile kula na bamia. Lakini aepuke kusimama, aidha kukaa kwa muda mrefu. Unaposimama aidha ukaa kwa muda mrefu, ni kwamba unaongeza pressure kwenye mishipa ya haja kubwa. Mwisho wa siku inaweza ikapelekea ile mishipa kubasti au na kuvimba, na mwisho wa siku kuanza kupitia hayo maumivu. Lakini kitu kingine cha msingi sana, ajitahidi kunywa maji eh, kama nilivyoeleza maji, na imeshaeleza hapo juu kwamba jitaidi kunywa maji ya kutosha, anasaidia mmeng'enyo wa chakula kwenda vizuri. Anaweza vile vile akakaa kwenye maji ya vuguvugu kwa dakika kumi angalau, mara tatu kila siku, anakaa kwenye dishi lenye maji ya moto, ile inaenda kusaidia kama kulikuwa na michubuko kupona kwa haraka sana. Lakini kama ana dalili hizi, ahakikishe anafika hospitali bila kupuuzia. Kama anatokwa na damu nyingi bado zitaendelea vile vile, kama huyu mtu anapata maumivu makali na ni ya muda mrefu, afike hospitali. Lakini vile vile kama anapata hali ya homa, yawezekana yakawa ni maambukizi mengine kwenye njia ya haja kubwa, basi afike hospitali mapema kwa ajili ya matibabu. Ni muhimu sana, usipuuzie hilo. Lakini kama hiyo hali, hakuna maumivu, hilo tatizo sio tatizo la kutisha sana. Ni vyema kachukua hatua kwenye kubadilisha mtindo wa maisha na utakaa salama. By the way, usiache kutufuatilia kwa ajili ya kujifunza masomo mazuri zaidi. Kumbuka afya yako ni muhimu sana na afya ya mwanao ni muhimu sana kwa hiyo, unaweza ukatufollow kwa ajili ya kujifunza zaidi. Unaweza ukashare na mwenzio, ili na mwenyewe ajifunze. Asante sana.